Uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali katika kuendeleza sekta ya usafiri wa anga hasa aviation. Nimepata fursa ya kuangalia miundombinu ya kisasa iliyowekezwa na serikali kupitia Benki ya Dunia ambapo takriban nimeambiwa shilingi bilioni 57 zimetumika kwa ajili ya kujenga eneo hili, fasiliti hizi ama tunaita Center of Excellence ambao ni ya kipekee pengine nasema katika nchi yetu. Zamani Watanzania wengi walikuwa wanatamani kufanya kozi za urubani na uhandisi wa ndege, na kozi hizi zilikuwa zinafanyika nje. Kwa mfano, ukichukua Uingereza, kozi ya urubani baada ya kupata ile commercial license inagharimu takriban paundi kati ya paundi elfu themanini mpaka paundi 100 inategemea chuo na chuo. Kwa Watanzania wa kawaida, kwa watoto wa kimaskini, hawawezi kumudu kozi kama hiyo. Kwa mapenzi makubwa aliyonayo serikali yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ikaamua sasa iwekeze kuhakikisha kwamba Watanzania hawa wanapata fursa ya kufanya kozi hii hapa Tanzania. La kwanza. La pili, kama mnavyojua serikali tumewekeza fedha nyingi kwenye usafiri wa anga, tumejenga viwanja vya ndege vingi, tumenunua ndege za kisasa. Leo hii inayozungumza Air Tanzania tuna ndege kumi na sita. Ndege hizi zinahitaji marubani, ndege hizi zinahitaji wahandisi, ndege hizi zinahitaji cabin crew. Hatutoweza kuendelea kutreni vijana wetu kwenda nje kwa kutumia hela nyingi na kwa mpango huo, ndio serikali ikaamua sasa tuelekeze pesa yetu hapa tuanzishe senta yetu hapa, na sasa kozi hiyo inafanyika hapa Tanzania ni wito wangu kwa Watanzania waje kwenye chuo chetu cha NIT, chuo ambacho kina vifaa vya kisasa. Nyote mashahidi mmeona vifaa mbalimbali viliopo, na kozi hii inatambulika kimataifa. So, kwa sasa ziko kozi kuu tatu. Kozi ya kwanza ni kozi ya urubani, kozi ya pili ni kozi ya mafundi matengenezo ndege au tunaita aircraft maintenance engineers na technicians. Na kozi ya tatu ni wahudumu ndani ya ndege ambao wanaitwa cabin crew. Sasa hizi kozi zote tatu zimeanzishwa kufuatia uwekezaji mkubwa wa serikali ambao umefanyika hapa chuo cha Taifa cha Usafirishaji, kama mlivyojionea vifaa vya kisasa na alivyosema Mheshimiwa Waziri, nafikiri wengi wetu tumeona wenyewe kwa macho ni vifaa vya kisasa ambavyo havipo Afrika Mashariki. Sasa nikirudi kwenye kozi, mwaka 2015 ndio kozi ya kwanza zilianza za aircraft maintenance engineering, baadaye zikafuatiwa na kozi za cabin crew, na mwaka huu tumeanza kozi ya urubani. Sasa hizi kozi zote aa, kila mwaka tunachukua takribani wanafunzi 25, 25 kwa kila kozi na ninavyozungumza sasa, aircraft maintenance engineering tumeshatoa wahitimu zaidi ya 120. Sasa na hivi ninavyoongea, kuna wengine wameshaajiriwa Air Tanzania na wengine wameajiriwa nje ya nchi. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana, na uwekezaji huu tumeona unatija kwa Watanzania wa kuwapa ajira ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini kipekee kabisa nizungumzie kozi ya, ya, ya, ya, ya urubani ambayo imeanza mwaka huu kozi hii serikali iliamua kununua ndege kwa ajili ya kozi hii ambayo tulipewa ndege mbili, na ninavyoongea hivi sasa serikali imetuongezea tena ndege mbili ambazo tunategemea kuzipokea mwaka ujao. Moja ni ya injini mbili, lakini nyingine pia ni ya injini moja. Kwa hiyo kufika mwakani mwezi wa tano, tutakuwa na jumla ya ndege nne ambazo tutakuwa tunatumia kufanya kozi ya urubani. Na kozi ya urubani inaanza, tunasema kwa kozi ya ground school au tunaanza na ile kozi ya PPL inaitwa private pilot license, na baadaye tunaenda commercial pilot, pilot license. Lakini navyoongea sasa hivi tuna mikupuo miwili tayari. Mkupuo wa kwanza wanafunzi kumi walishamaliza ground school, sasa hivi navyoongea wako tayari kwenye mazoezi ya kuruka mafunzo ya kuruka, ambapo nitoe tu e, habari njema kwamba kati ya kumi wanafunzi saba wamefanikiwa kuruka solo. Tunapozungumzia kuruka solo ni kwamba mwanafunzi ana uwezo sasa wa kuruka mwenyewe bila mwalimu. Kwa hiyo hiyo ni hatua kubwa sana, na tutategemea ifikapo mwezi wa pili hao wanafunzi kumi wata graduate au watahitimu masomo yao ya PPL, kwa hiyo wataenda kuanza masomo ya PPCPL. Lakini kama hiyo haitoshi wanafunzi kumi na mbili wengine wameshaanza ground school. Kwa hiyo mpaka ninavyoongea sasa tuna wanafunzi jumla 22 wa kozi ya urubani Haya ni maendeleo makubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, na nishukuru kwa niaba ya uongozi wa chuo nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamua kuwekeza uwekezaji huu mkubwa katika kuanzisha kituo hiki cha Centre of Excellence Aviation, ambacho kwa njia moja au nyingine pia kimetufanya tutambulike kitaifa. Hivi ninavyoongea kituo chetu pia kimetambulikwa na EASA ambayo tunasema ni shirika linalothibiti usalama wa usafiri wa anga wa nchi za Ulaya, na hiki kituo kimetambulika kama ni kituo cha kufanyia mitihani ya EASA, chuo ambacho kimepewa majukumu ya kuandaa wataalam katika maeneo matano ya usafiri ya, ya angani, tunazungumza majini, tunazungumza kwenye mifumo ya mabomba, tunazungumza reli, na yote tumepewa majukumu ya kuyasimamia. Tulikuwa tunatoa mafunzo katika maeneo machache, lakini sasa tumeshaingia kwenye maeneo yote, na tunataka kujitambu, tuonekane kwamba tunatoa elimu ya juu sana inayokubalika kimataifa inayozalisha watu wanaokwenda kushindana katika soko la ajira au soko la kujiajiri uh, wenyewe. Ni, napenda kuambia wazazi, napenda kuambia vijana, wanaokuja karibu NIT, muda utakao tumia hapa nina hakika utaukumbuka, utaufurahia katika maisha yako. Karibuni.